Sasa hili a lazima utamke kwa mamlaka amen. Amen, kuna watu wametoka kwenye levo yeah. Iko kwenye Biblia amen. Amen. Amen, kama sijakosea ni kwenye Ayubu yeah. Anasema nini? Neno na lenyewe itafanyaje? Litakuwa, hautaomba, hautatamka, utasimama tu namna hii, halafu umekusudia huku ndani litokee jambo fulani na linatokea. Songeza ufike hapo katika jina la Yesu Kristo. Na hiyo ndiyo lengo, Yesu anataka watu wake wafike, watumishi wake wafike, watoto wake wafike. Tutakapofika fika hapo tutakuwa na uwezo wa kumwakilisha Yesu kwenye huu ulimwengu tunaoishi. Tutakapofika hiyo daraja, tutakuwa na uwezo wa kutiisha na kunyamazisha itakuwa utaitazama tu kwa macho, hautasema chochote, umekusudia ndani na itakuwa sawasawa na ulivyokusudia. Sema amina kama unaelewa, kwa ulivakusudia. Okay, niwape mfano kwa upande wa pili, maana kuna watu wanaisha. Kwa hiyo hakuna mchawi au adaskimaa mchawi ambaye anaweza kukuangalia tu hivi na kesho uamke tuna watu kwenye Biblia walifika hapo. Kama sijakosea Paulo na mwenzii walienda kwenye mji mmoja, wakamkuta mchano ambaye kabla kina Petro kina Paulo hawajafika, watu wote walimwadimaya, watu wote walimwogopa, watu wote walimheshimu, walimpigia wali sauti, wakamuita wali ni uweza wa Mungu ulio mkuu. Siku wamefika upako wa mafuta wa Bwana, ah, siku wamefika watu wenye imani, siku wamefika watu wenye daraja zao yule mchawi alionekana si kitu, mambo yake yote si kitu. Akaniambia, naomba uniuzie huu uwezo. Nipe uwezo katika jina la Yesu Kristo, katika imani. Simama katika imani, sema tenda kwa imani, ishara zianze kutendeka. Umeanza kusogea hatua, papa ifike wakati wanakuja kukuliza mtu wa Mungu, wenzetu, unafanyaje fanyaje kwenye kilimo, mbona unavuna kuliko sisi? Waje wakuulize kwenye biashara yako kwako, unafanyaje? Mbona e, wenzetu una una una unauza sana, mbona kwako wateja, wakati sisi tumeenda Alafu ndani yako mshike mkono mwambie kwa ujasiri kabisa. Chapie Bwana Yesu makofi mazuri mazuri kabisa, inawezekana <coughs> <la> mazuri mazuri kabisa nasisitiza, <coughs> inawezekana nasisitiza, inawezekana nasisitiza, inawezekana. Biblia inaniambia, Elia alikuwa na mwanadamu e ni mwenye tabia moja ee Ulikuwa mnanibishia mioyoni mwenu, napokuambia, jiamini mwenyewe. Sikiliza Elia anachosema, haitanyesha mvua mpaka kwa neno ah, langu. yeah. Alisema kwa neno la Mungu ah. kwa neno la nani ah. Wabishi melewa ulisubiri mpaka nitakapotoa nitakapotoa oda nyingine, ukawe mtu wa kutoa oda katika jina la Yesu, ukawe mtu wa kutoa amri katika jina la Yesu. Pokea hiyo mamlaka katika jina la Yesu Kristo aliye hai, niyo mamlaka ile kwenye kinywa chako, kiwa katika imani. Ongezeka katika imani, utakuwa mtu wa kutamka, utakuwa mtu wa kuamrisha wataliaada kusumbua Mtumishi mmoja siku moja alikuwa anatoa ushuhuda sema yeye na mahali fulani kwenye mkutano alikuwa na ubiri mkutano, wengi vichana vikaanza kumsumbua, vinaoga mkutano kama wanavyoga semina hiyo, amen. Na kule vikao vinaoga ule mkutano, akatangaza akuingia kwenye maombi, akafanya nini? Akatangaza ambia inaendelea kuroga huu mkutano atajiarishia katikati tena mkutano Sabani, ni mtu mwenye neno makali, ataendesha gari. Ataendesha pikipiki. Nafikiri pikipiki ni nzuri zaidi kuliko gari. Ule mulio pikipiki si unafana nini? Vika jifanya ishia na watu wakashuhudia, sio walio kuweko, walishuhudia waliona kwa macho. Amen, una uwezo kwa mamlaka, ukatamka tu kwa imara, kwenye hii nyumba yangu hapa naweka ukuta, hakuna safari ya mchawi itakayotoka huku ikatishe juu ya nyumba yangu linekek Mnaendelea mbele zaidi. Atakayejifanya jeuri ajaribu kuvuka, asubiri nikute hapa chini. Wako waliofanya hivyo na ikatokea wali, kwa sababu walifanya kwa imani, walimwamini Mungu na waliamini neno wanao wali litamka wao. Marko 11, nikuonyeshe Marko 11 turudi pa Marko kumi na moja. Mungu anataka wainuke watu wenye wa imani hapa kuna watu ndani kuna changamka, endelea kuchangamka hivyo hivyo katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu huko ndani kuna, kuna wakawaka, acha kwa yake wake hivyo hivyo, Bwana akujaze imani. Wewe sio mtu wa kawaida, ukijitazama unajiona mtu wa kawaida sana, lakini wewe sio mtu wa kawaida kabisa. Kwa sababu aliyeko ndani yako sio wa kawaida. Sio wa kawaida kabisa. Marko 11 mstari kuanzia wa 20 mpaka 24. Lakini nitamtuama mahali fulani hapo katikati. Acha nikusomea yote kwanza alafu nikuonyeshe pale nilipopalenga. Marko kumi na moja mstari wa 20. Na asubuhi walipokuwa wakipita waliona ule mti, waliona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake akamwambia aka Rabi, tazama mtini ule ulaani umenyauka. Angalia hayo maneno sasa. Yesu akajibu akamwambia Mwamini ni Mungu ndio ile pointi yetu ya kwanza. Fanya nini? Rejea kwenye notsi zako, tuliandika hatua ya kwanza fanya nini? Mwamini nani? Mungu. Yesu anamwambia Petro, mwamini ni Mungu. Na nimekuambia kwenye kwenye kumwamini Mungu, amini Mungu, amini neno lake, amini uwezo wake, amini nguvu zake, amini mamlaka yake, amini utisho wake, amini utendaji wake, amini malaika wake, amini roho wake, amini kila kilicho cha Mungu. Amen? Anasema mwamini Mungu. Tuendelee mbele kidogo pale. Mstari wa 23. Amini nawaambia, zingatia sana. Yeyote yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake wake, ila aamini kwamba hapo, ila aamini kwamba kila mwenye Biblia, elekeza macho yako hapo ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia. Aamini hayo anayoyosema. Sijui kama umepaona kama mimi nilivyopaona, yeah? Hapo hazungumzii kumwamini Mungu, ha hazungumzii kuamini neno la Mungu, anazungumzia kwa kwamba aamini yale anayoyasema ya ewe mlima ondoka hapa anaposema hivyo aamini hayo aliyoyasema yametukia, sio aliyoyasema Mungu. Sijui kama tuko wote. Shida ya kwako huwa unamwekea mgonjwa mkono, naambia pokea uzima tu katika jina la Yesu, <tutu> alafu <tutu> hapo hapo una doubt, unajiuliza swali. Shida yako hujiamini wewe, kwa sababu ulikuwa unamwamini Mungu, ndio sababu ukatoka ukafika mpaka kwa nani? Kwa mgonjwa, kwamba nikimwombea atapona, lakini ulishindwa kwenda one step ahead, hatua moja mbele ya kuamini kile unachokitamka wewe, kwamba kitakuwa kama ulivyotamka. Hapo ndio penye shida, rekebisha hapo katika jina la Yesu Kristo. Watumishi wenye kiu ya kumtumikia Mungu na wenye kiu ya kuponya watu, shikeni hiyo. Amen. Nje hapo, hutaponya mgonjwa hata huyo, utaishia kuombea wagonjwa, na kinachofanya watu wengi washindwe kuponya waombee ni hicho, hawajiamini, hawaamini neno la kinyochaa